Ujumbe wangu wa Tanzania wajitokeze tarehe 29 kwenda kutekeleza takwa lao la kikatiba na haki yao ya msingi ya kiraia ya kwenda kumchagua anayemwona huyu anafaa kuwa kiongozi wao, na baada pale kufika, maelekezo tu ni watu warudi nyumbani kwa ajili ya wasikilizie matokeo. Kama kiongozi wa dini, nasema siku zote kiongozi anajulikana na Allah Subhanahu wa Taala kwa yale aliyosema kwenye Qurani na ambayo tumeyasema hapo sasa hivi Malikal mulki mulka mulka man wa mimman kulilahuma malika lmulki tuutilmulka mantasha watanzelmulka mimantasha watuizu mantasha watuhilu mantashabiyadika mantasha. mantasha. Mungu endo anamjua nani atoka mfalme na anampa ufalme amtakaye na mnyang'anya ufalme yote amtakaye. Kwa hiyo kama kiongozi wa dini, pale tunapozungumzia amani, tunamaanisha kwamba Uislamu unatutaka sisi tuzungumzie amani wakati wowote wa ndani ya uchaguzi na nje ya uchaguzi, kwa ushahidi mkubwa tunaopata katika Qurani na maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msisitizo wangu watu wasiache kwenda kupiga kura. Okay.